Hey, poa tu, eh poa tu, atunashukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza no, no, eh, lazima furaha niwe nayo sababu Tanzania mm. Hakuna timu iliyoshinda sita bila mm. Simba ndio ya kwanza kwa mdu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakuna penati hata moja wala hakuna goli la katikati ya uwanja hata moja. Imekuwa inasumbua sana zidi zidi ya Dodoma Jiji, mzunguko wa kwanza amepata goli moja kule Dodoma, leo hii mmempiga goli sita. Nani na kumwambia Messi meki na kikosi chake cha Dodoma Jiji? Ah, uzuri Dodoma Jiji wakati wote anapokuwa Dodoma, sisi tunampigia tu moja moja, ndio kawaida kwa sababu Medi Kagere alipiga goli moja. Baleki alianza maisha pale akapiga tena moja, akaja Fredi, Fredi Midevu kapiga moja, akaja Auwa akapiga moja, lakini anapokuja Dar es Salaam hapa inaitwa Daru Salamu hapa, kwenye bahari kama hii, hapa ndo tunapiga nyingi nyingi tu. Huyu kaikuta Simba ambayo ilikuwa imejiandaa kwa kwa, kwa ndugu yetu ule sema tu wale walinzi wale kagetini ndio wamekipiga kipigo hicho. Kwa maana Yanga Africans. Eh, ndio jirani yetu mm. Ndio alikuwa kipigo hicho cha kwake sema huyu odo wake ndio kaingilia kati tu ndio maana zje sehemu zake tukamwa tukumgonge goli sita tu, naenda kusimama mm. eh. e, eh. Kumpiga kipigo uh, bao sita si Dodoma soka zindogo. Kuna nini la kumwambia mtani wako maana Yanga Africans anasema dabi hatocheza tena. Ah, labda imeshakusha kwa upande wake. Mi kiuzuri, mi sidili na mtani wangu, mi najiandaa tu, sababu Simba navyoiona, hiyo sikukuu ya Idi naenda kula Misri, tunajiandaa kwa mashindano ya kimataifa, kudili na tukamaa nyumbani, sidili nao tu. Yee kama hataki, atakuja tu. Yanga kama mwanamke kwenye ndoa tu, yaani maana yake, asipotaka kulala na mume atalala naye tu, ila tarehe zikifika, atakuja tu, si hatuna presha naye. Eh, performance ya kadri siku zinapozidi kwenda, amekuwa anaonyesha performance nzuri sana mabao 12 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Yeye ndo kinara wa mabao mpaka sasa hivi. Ah, nadhani tokea amekuja tulivyoambiwa tulivyomwona YouTube, vile vitu sasa tunaviona kwa sababu leo amefunga magoli ya standard, magoli ya teamwork na sasa hivi nadhani iko juu pale. Sasa kuna wengine walimbeza anafunga magoli ya penati, sasa akishafungia magoli ya kila aina, kisha piga goli ya free kick, kisha piga goli za pasi 12, pasi 27, kama leo kapiga goli ile pasi imegongwa pasi kama sita kibudeni, sikamsusia, kaika kambani. Ni wachezaji ambao tunawataka, ila nadhani tumewasajili kwenye umri mdogo, lakini mpanzo amekuja kidogo kama kaja kuwa boost, ndio maana amekaa sawa, kwa anavyoenda na uhakika aenda akafikisha hata goli 20 na...... Upo ah, shee unauliza tena choni, kwa nini tena ubingwa kumwaga shee Usulize magimbi Morogoro. Simba bingwa mwaka ukivyo vyote. Simba bingwa. Wataki, wataki wasipokuja, wataki watakuja. Eh, na chochote Mvimba JR, tunawatakia watu wote mfungo mwema, tuombee timu yetu ipumzike salama, tena tuenda kupumzika wanja taifa Jumapili kwenye, kwenye mashindano ya Koroani, tuandae timu yetu tuiwe salama, tukutane Misri kwenye mashindano ya kimataifa uzuli kimataifa, ni sisi wenyewe tu hakuna mwingine. Ah, mi silagi vibudu shee, mi futari yangu wenyewe najibudu nyumbani pamoja. Ndio alikuwa kipigo hichi cha kwake, sema huyu odo wake ndo kaingilia kati tu, ndio maana zeje semu zake tukumgonge goli sita tua eh, naenda kutamatika eh, naenda kusimama kumpiga eh, kipigo bao ba sita si Dodoma, soka zindogo. Kuna nini la kumwambia mtani wako? Maana ya Africans anasema dabi hatocheza tena, labda imeshakusha kwa upande wake. Mi kiuzuri, mi sidili na mtani wangu, mi najiandaa tu, sababu simba unavyoiona hiyo sikukuu ya Idd, naenda kula Misri, tunajiandaa kwa mashindano ya kimataifa, kudili na tukamaa nyumbani, si deal nao tu yee. Kama hataki atakuja tu, yanga kama mwanamke kwenye ndoa tu, yaani maana yake asipotaka kulala na mume atalala naye tu, ila tarehe zikifika atakuja tu, si hatuna presha naye Eh, performance ya Chazi ya Uwa yaua kadri siku zinapozidi kwenda amekuwa ameonyesha performance nzuri sana, mabao 12 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Yeye ndio kinara mabao mpaka sasa hivi. Ah, nadhani tokea amekuja tulivyoambiwa tulivyomuona YouTube vile vitu sasa tunaviona kwa sababu leo amefunga magoli ya standard magoli ya teamwork na sasa hivi nadhani iko juu pale. Sasa kuna wengine walimbeza anafunga magoli ya penalti, sasa kishafungia magoli ya kila aina, kishapiga goli la free kick, kishapiga goli za pasi 12 pasi 27 kama leo kapiga goli ile, pasi imegongwa pasi kama sita kibudensi, kamsusia kaika kambani. Ni wachezaji ambao tunawataka ila

tuombee timu yetu ipumzike salama, tena tuenda kupumzika wanja taifa Jumapili kwenye, kwenye mashindano ya kuroani. Tuiandae timu yetu, tuiwe salama, tukutane Misri kwenye mashindano ya kimataifa. Uzuri kimataifa ni sisi wenyewe tu, hakuna mwingine. Mi siragi vibudu shee, mi futari yangu wenyewe najibudu nyumbani pamoja